mkabizi mbuzi na chakula Mheshimiwa Jemedari William Amuri ya Kutumba alipozuria misa ya Jumapili tarehe 18 mwezi wa tano mwaka 2025 na vile pia ulita mtoto wa kanisa letu kanisa letu, nimeona wema kukupatia chakula hii, ili utakapofika nyumbani, mama akufanyia neno la kusema, Mheshimiwa, wakati utakapotoka hapo nje utaona tunajenga kubwa tunalojenga la ghorofa mbili kama vile mtoto wa kanisa letu, tutashukuru sana kupokea msaada wako kwa chochote kile ambacho. Na neno la pili, Mheshimiwa, gouvernement ya Kongo imeahidi kwamba itajenga po nitajenga tuana na tuna vijana wengi sana hapa ambao wamesoma, hawana makazi. Kwa heshima, Mheshimiwa, tunakupa karatasi hii, ambao ndani kuna wamesoma, kuna majina ya vijana wengi ambao watafutie mahali unaweza kidogo.